na kuweka wazi kabisa kwamba hakuna msanii ambaye anaweza kumbabaisha kwa namna moja au nyingine, ukizingatia kwamba hivi karibuni tu baada ya yeye Diamond kuonekana kama vile amefocus zaidi na soko la nje. Ni kwamba tunakumbuka baada ya Diamond kufocus na soko la nje, alikuwa anatoa ngoma nyingi sana za kuchezeka, ngoma za mapiano ambazo watu wakaanza kumletea maneno maneno kwamba bwana Diamond ameishiwa, ajui kuandika, anatoa nyimbo ambazo mandi, uandishi sio mzuri kwa hiyo kuna watu bwana walikuwa wanadai kwamba Diamond bwana umahiri wa uandishi siku hizi hana, jambo ambalo Diamond yeye mwenyewe akaona kama vile watu bwana wanaleta dharau, wakati wanamjua kabisa kwamba yeye katika wasanii ambao waga wanatoaga hiti eh, za, za Bongo Flava, na hata Watanzania kwa ujumla wenyewe pia walimpenda Diamond kutokana na the way ambavyo alivyokuwa anaimba kwenye upande wa Bongo Flava. Sasa akaamua kudhibitisha hilo, akatoa ngoma tatu na zote zikaenda on trending, kuanzia namba moja mpaka namba tatu. Sasa kutokana na hicho ambacho kimetokea ni kwamba Diamond akiwa yuko kule Kigoma katika kampeni bwana, ni kwamba akawa anazungumzia swala hilo na kuweka wazi kwamba eh, jinsi gani ambavyo yeye bado ana uwezo wa kupindua meza, ana uwezo wa kufanya mabadiliko anytime ambayo yeye anayoitaka katika game, na akajisifia kwamba hakuna msanii ambaye anaweza kubato na yeye Yeah, so hicho ndo kitu ambacho Diamond amekizungumza. Yaani kwa namna moja au nyingine, watu wengi sana wamemnoti kama vile jamaa bwana anajisifia. Kwa hiyo kutokana na hilo eh, kuna watu bwana wameanza kumzungumzia negatively, na moja kati ya watu hawa bwana si mwingine bali ni Mwijaku. Mwijaku bwana amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wamemzungumzia Diamond Platnumz in a very negative way, akiwa anamwambia kwamba awe hambo, aache kujisifia, aache kujivuna, aache maneno kwa wasanii wenzie na vitu vingine kama hivyo, na hii ni sababu ya hicho ambacho amekizungumza Diamond kule Kigoma. So moja kwa moja bwana, bila kupotezea muda, nataka hapa umsikilize Mwijaku alichokizungumza kwa Diamond. Maana huu ujumbe wa Mwijaku bwana <laughs> ameonyesha wazi kabisa kwamba hajafurahishwa na kile ambacho Diamond amekifanya. Mwambino, punguza mdomo ndugu yangu, punguza mdomo. Kuna wasanii wengi wanajua kuimba na wanaweka heshima. Punguza mdomo kwa wasanii wenzio, weka heshima, mpumbavu wewe. Unajiona yani eti hakuna msanii anaweza kufanya muziki kutoa hizo hiti zako tatu kuwalipa watu hela na kuanza kufanyia collab na unaweka mdomo hivyo. Mimi binafsi naweza kukushusha na nikakufuta kwenye damani ya muziki. Punguza mdomo ndugu yangu, acha dharau. Kuna watu walikuwa na dharau leo wako wapi? Kuna kufa. Mpumbavu wewe. Eti yoko kama kuna mwanamuziki yote anajua aweke watu na mimi Yani kwa kutoa hizo song tatu na kuwalipa watu hela. Punguza mdomo. Maisha yapo hivyo, maisha yapo hivyo maana. Mpumbavu. <coughs> <pumbavu, kama uo. tos> Wasanii wenye akili hawezi kuongea. Huwezi kumwona Whiski anaongea upumbavu kama huo. Huwezi kumwona Davido anaongea upumbavu kama hiyo. Huwezi kumwona Banaboy anaongea upumbavu kama huo. Mimi binafsi ninaweza kukushusha na nikakutoa kwenye ramani ya mziki na usinifanye chochote. Chochote unifanye na kuondoa kwenye ramani ya mziki kwa njia yote ninayojua mimi na ufanyi chochote, mpumbavu wewe. Etio wewe, unajiona nani wewe? Au unajiona wewe ufi Kulikuwa na wanamuziki wakubwa kina Iwai kina Manefei kina nani hawajawahi kuzungumza upumbavu kama huo unaozungumza jiheshimu bwana. Umenikwaza sana radhi, waombe radhi wanamuziki wenzio, waombe radhi wanamuziki wenzio, na wakosea wanamuziki wenzio. Na nyie wanamuziki, mwe na akili. Huyu mtu wame mnafanyia kolabo, tazama maneno anaongea. Mna hangout naye, tazama maneno anayoongea. Amewadhi haki wote. Ya yeah, so hicho ndicho alichokizungumza Mwijaku kuhusiana na kile ambacho amekisema Diamond Platinumz, na of course hapa chini bwana akuishia hapo, akaweka caption hapa ambayo inasomeka kwamba mwambino, punguza mdomo. Umeona bwana eh? hiyo ni caption ya Mwijaku baada ya kuzungumza hicho alichokizungumza. Sasa wadau mbalimbali hapa wamekuja kucomment katika page ya Mwijaku kufuatia hiki alichokisema, Tundamani eh, moja kati ya wasanii ambao ni legend katika mziki huu hapa wa Bongo Flava, ni msanii wa kitambo sana, tokea bado tuko shule ya msingi eh, tunda bwana amekuja kuzungumza baadhi ya vitu hapa, anasema kwamba eh, bwana Eh, kuimba kwenyewe sasa alele alele bolinga mkoi, ha ha -ha -ha. Afu akamtaga hapo Mwijaku. Tunda ameandika hivyo, amekuja kukoment hapa katika page ya Mwijaku. Kuna mdau mwingine hapa anakwenda kwa jina la DJ Diki, amekuja ameandika kwamba bwana, sema kweli mwamba akajimaliza sana. Mimi simkubali Mwijaku, ila kuna muda anaongeaga ukweli. Mondi anaongea uongo sana, jana ameongea kwa kudharau wenzie. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Hicho ndicho alichokizungumza Mwijaku katika, katika e, inshu ambayo amemzungumzia Diamond kwa kile alichokifanya na wadau. Ndo hivyo bwana, amekuja hapa ameweka comments zao maoni, ndio amekuwa kama hivyo. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, kuanzia wewe hadi huyo mwenzio wote ni mieyusho, wote acheni kuleta ehe, vituko vyenu mtandaoni. lakini pia vilevile peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na kitu ambacho Mwijaku amekizungumza kumhusu Diamond. Kuna peji hapa amesema kwamba bwana Mwijaku amemvaa Diamond baada ya kauli yake jana akiwa Kigoma ya kujitamba eh, kwamba hakuna msanii yoyote anayemweza na anayemweza atoke mbele. Okay? Alafu hapo chini wakaandika kwamba bwana baada ya Diamond Platnumz kudai kwamba hakuna msanii anayemweza, Mwijaku amemjia juu, amemjia juu star huyo akimtaka aombe radhi kwa wasanii wenzie. Nimeona bwana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. So at the end of the day ni kwamba Mwijaku amemtaka Diamond aombe radhi. Lakini wewe pia ukiwa kama mdau, hebu tuambie una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hiki ambacho amekisema Mwijaku huko mtandaoni kumhusu Diamond. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.